katika matangazo yetu mchana mwa leo, tunazungumzia kuhusu makubaliano ambayo waliweza afikiana ujumbe wa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na ule wa M23 AFC huko mjini Doha nchini Qatar. Pamoja na hayo, tutakwenda kusikia hali inavyoendelea huko mkoani Kivuko ya Kusini, haswa sehemu za wilaya Walongo huko Nyangezi, nafasi ambako barabara ya kutoka Bukavu kwenda Kamanyola hadi Uvira, mapambano yangali bado yanaendelea, risasi zinaendelea kundi ndima utaweza kuungana na mwenzetu mwandishi wa habari aliyoko huko Nyangezi ambaye ataweza kutupatia picha kamilifu hivi punde tu, lakini kabla ya kufikia hapo, tafadhali, wewe ambao bado hujajabonea, uja subscribe, usikose ku subscribe, usikose ku like, usikose, usikose kuacha comment yako zaidi sana, usikose kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose ku share, yani kupartaji kwa wengine ndugu jamaa na marafiki, na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatuletea sisi nguvu zaidi ili kesho tuje kwa kishindo. Naam, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, bila ya kwenda mbali, tutakwenda kusikiliza maoni ya watu kuhusu makubaliano ambao waliweza kuafikiana ujumbe wa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo na ule wa M23 AFC huko mjini Doha nchini Qatar. Pamoja na hayo kwenye vibarua vilivyosainiwa na aau wale maswali ni mengi kuhusu kuonekana kwa kibarua ambacho kiliweza kusainiwa na pande zote, lakini kila upande wanatoa kitangazo kwa namna yao. Kwa nini hayo yote? Basi tuende kusikiliza maoni ya Wakongomani. Kwanza kabisa, tunaanza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye mwenyewe ataweza kujitambulisha kwa majina. Naitwa William Kakule Kalumendo, ni mchambuzi wa mambo ya kisiasa kutoka mji wa Beni kuhusu mkataba waliosaini government ya Kongo na, na wanamgambo wa M23 ikiwa wanaifanya na roho zao ziko wazi kupata amani kati ya Kivu ya kaskazini, itakuwa imesaidia raia sana, kwani sisi raia hatupendi vita. Raia inapenda amani, raia inapenda irudi kumashamba yao, wafanye kazi zao za kulima shamba, kwani hiyo vita ilikuwa imeleta tatizo sana. Wakimbizi wa kindani ya nchi wanakuwa wa mingi, kutoka miji mbalimbali iliyodhibitiwa na, na waasi wa M23, inaleta kuwa maisha kuwa magumu sana. Na vita yote ina solution tatu. Kuna solution tatu kwa vita. Kuna solution ya kijeshi, kwa solution ya kidiplomatiki, kuna kwa kunakuwa solution ya kipolitiki. Kama vita inashindwa kwa risasi, wanasiasa wanakaa fazi moya, wanaona kama wataleta solution namna gani. Kama solution inashindwa kwa, ki... kwa wanasiasa, kwa kipolitiki, ni diplomasia inayotatua mambo na kama wamefika kwa hiyo hatua, sisi raia tunashukuru, kwani wamekuwa na ile roho ya kimutu ya kuona wa, wasiendeshe tena vita. Kwani vita inaleta mizozo mingi, inaleta watu kufanjaa, inaleta watu kuhama makwao, inaleta wanafunzi wasisome masomo, inaleta matatizo fulani fulani. Sisi raia ikiwa wameifanya kwa bila unafiki Tunashukuru na tuna waomba waendeleshe, ili vita iishe na watu wapate amani na watu wafanye kazi zao. Ni hii ilikuwa maoni yangu kufatana na hiyo mkataba wanayosaini huko Doha, na tunashukuru ikiwa hawafanye unafiki. Asante sana. Pamoja na hayo, kuna mwingine ambaye yeye ni mkahali, ni mwenye asili ya Ruchuru. Lengo letu kubwa sisi kama wakaaji wa Ruchuru ni amani rudi, kwa sababu tumefanya miaka tatu ndani ya vita. Watu wamekimbia mijini yao, watu wamekuwa maskini, watu ni wahami sasa. Na vitendo ambazo zimefanyika kwetu Ruchuru, mauaji, ubakaji, watu kukimbia, hizo namna hivyo havitufurahishi na sisi lengo ambayo tunategemea ni amani irudi, amani ya kudumu, ili tusiweze kukimbia tena siku ingine. Sisi Ruchuru tumefanya zaidi ya miaka makumi tatu ndani ya vita, na watu wameishi maisha ya kukimbia, maisha ya kuteseka siku nyingi. Kama hiyo kikao ya Doha haitafanana ya Nairobi ama ya Luanda, kama itafika mwisho, sisi kama wakaaji tunasema waendelee, lakini gisi umetoka kusema kitangazo hicho kiko sa, kina, hakisainiwi na kundi zote mbili. Hawa wana saini ngambo yao na wengine wanasaini ngambo yao. Ni kusema sasa, Nairobi kumekuwa vikao nyingi, Luanda kumekuwa vikao zingine nyingi na hazikuleta suluhisho. Hata hivyo tangu RDF M23 ikiwa Bunagana walikuwa wanaomba tu hiyo makufanana seselefe na hiyo seselefe kungambo ya M23 inawasaidia sana kujiandaa tena kukamata miji ingine, isikue tena kusema wasipi wa seselefe inakuwa, ili wajiandae kukamata miji ingine kama vile Butembo Beni, Kisangani ama Kindu ama Tanganyika. Ni kusema government yetu inapasha kuwa makini, wasiweze kufanya makosa ama error, kwa sababu M23 kwa upande wake hayo inakamata hiyo vitu kwa kujiandaa, Ruchuru, nafasi zingine Goma, Bukavu. M23 iko na recrute wanaita vijana wajiunge na kundi lao, na hiyo wakati watashindwa, wakati wanashindwa na huko, watafanya tena kukamata miji ingine, ngambo ingine. Ni kusema M23 inataka wafungue watu wao, wakifungua wale watu kuna mtu ambaye alifunguliwa anaitwa Byamungu, anakuwa makamu wa Makenga. Huyo wakati alifunguliwa, Kinchasa, alikuja na nguvu na kusapoti Makenga na Bisimwa na Nanga kukamata mji wa Goma na Bukavu. Ni kusema watafika kiwango ya kufungua wale watu ambao wanafungwa huko, wanakuja jiunga na wale watu watu wao na kukamata ingine migini ni kusema amani ya kudumu ni kutengeneza jeshi yetu FRDC, wakiwa wanaendelesha na mazungumzo yao yenye napitika Doha, hatujui inaendeka namna gani, kwa sababu hatujui wanaongea nini huko. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji, basi nini kinachoendelea kwenye uwanja, ikiwa kuna makubaliano na sahini waliyoafikiana, upande wa mkoa wa Kivu Kusini, hasa huko sehemu za Bukavu, tukichukulia wilaya ya Walungu, barabara ya kutoka Bukavu kwenda Kamanyola hadi Uvira, ni risasi zinazoendelea ya kundi ndima. Bila ya kwenda mbali, nini kinachoendelea, mwenzangu Balolage Kirolimire Kabriel Iragi anatuangazia kidogo kuhusu barabara hii, hili ni barabara namba tano yenye kutoka Bukavu kuelekea Kamanyola hadi Uvira. Barabara ambamo gari nyingi zinakuwa zikipita wakati wa amani, lakini kwa sasa hakuna gari lolote, hata pikipiki alipiti. Hayo ni kulingana tu na mapambano inayokuwa ikiripotiwa hapa Uh, Nyangezi katika milima ya Ngomo pia Nyamfunze kuelekea Kaziba hadi sasa ni mabomu na milio ya risasi inakuwa ikisikilikana katika milima inayoinukia hizo eneo. Basi kando na hayo, ndugu Iraji aliendelea kujaribu kutembea tembea sehemu mbalimbali za vijiji na vitongoji, huku utakuta kwamba alivyogundua watu wengi wamehama makazi yao. Ndugu Irangi aliendelea kuzunguuka kuzunguhuka, kuzunguhuka, hapa na pale ndani ya vitongoji na kukuta hali iliyoko kwa kweli ni huzuni mtupu, kwa kuwa nyumba vitongoji ni tupu kabisa. Hapa ni manyumba ambazo zilikuwa zikishikiliwa na ni manyumba za wakazi ambao walikuwa wamekimbia vita na hadi sasa zinakuwa zikifungwa, wenyeji wanakuwa wakiwa mafichoni kuepuka majanga ya vita. Hapa ni Nyamurambie. Nyamurambie ni moja wa vijiji vya mkongomano wa Karongo Nyengezi, karibuni eh, kilometa moja na senta kuu ya Nyengezi, Nyengezi ikiwa ndani ya kongomano ya, ya Karongo Nyengezi mnamo tarafa la Walungu, jimbo la Kivu Kusini. Ndio, ndio. Basi mtazamaji, kupitia ripoti yake ndugu Iragi kutoka maeneo hayo ya Nyangezi huko mkoani Kivu ya kusini, sina cha ziada, nimetua nanga kwa yale ambayo tumekuandalia leo. Tulizungumzia kuhusu mkataba au makubaliano walioafikiana ujumbe wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ulu wa M23 AFC huko Doha nchini Qatar, na hali ya vita katika maeneo ya mashariki, licha ya kwamba walikubaliana kuhusu ushitisho wa vita Wapambano angalie bado anapamba moto haswa kwenye barabara inaotoka Bukavu kwenda huko kama nyola hadi Uvira. Hacha tukomee hapo, nikikushukuru wewe uliyokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hacha niseme asante kwa mchango wako.